Miji 20 mizuri zaidi Afrika mwaka 2025. Afrika ni bara lenye miji mingi ya kuvutia inayojulikana kwa mandhari yake ya kuvutia utamaduni wa kipekee, na maendeleo ya haraka. Mwaka 2025, baadhi ya miji imejitokeza kuwa bora zaidi kutokana na sababu mbalimbali kama vile usalama, miundombinu, utalii na ubora wa maisha. Hii ni orodha ya miji ishirini mizuri zaidi Afrika mwaka 2025. Namba <muchiline> 20 ni Victoria Seychelles. Victoria ni mji mkuu wa Seychelles na ni kitovu cha utalii. Mji huu unajulikana kwa fukwe zake za kuvutia kama vile Beau Vallon na vivutio vya kihistoria kama vile jumba la Victoria na huduma za afya za hali ya juu. Namba 19 ni Abidjan, Ivory Coast. Abidjan ni mji mkubwa zaidi Ivory Coast na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Ivory Coast na hifadhi ya wanyama ya Banco. Abidjan pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 18 ni Lagos, Nigeria. Lagos ni mji mkubwa zaidi Nigeria na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Nigeria na hifadhi ya wanyama ya Leki. Lagos pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 17 ni Dar es Salaam, Tanzania. Dar es Salaam ni mji mkubwa zaidi Tanzania na kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Tanzania na soko la Kariakoo. Dar es Salaam pia ina fukwe za kuvutia na huduma za afya za hali ya juu. Namba 16 ni Gaborone, Botswana. Gaborone ni mji mkuu wa Botswana na kitovu cha biashara na utalii Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Botswana na hifadhi ya wanyama ya Gaborone. Gaborone pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 15 ni Maputo, Msumbiji. Maputo ni mji mkuu wa Msumbiji na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile jumba la Maputo na soko la Maputo. Maputo pia ina fukwe za kuvutia na huduma za afya za hali ya juu. Namba 14 ni Harare, Zimbabwe. Harare ni mji mkuu wa Zimbabwe na kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Zimbabwe na hifadhi ya wanyama ya Mukuvisi. Harare pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 13 ni Kampala, Uganda. Kampala ni mji mkuu wa Uganda, ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile Kasubi Tombs na makumbusho ya taifa ya Uganda. Kampala ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 12 ni Windhoek Namibia. Windhoek ni mji mkuu wa Namibia na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile jumba la Christuskirche na makumbusho ya taifa ya Namibia. Windhoek pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 11 ni Lusaka Zambia. Lusaka ni mji mkuu wa Zambia na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Zambia na hifadhi ya wanyama ya munda wanga. Lusaka pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba kumi ni Addis Ababa Ethiopia. Addis Ababa ni mji mkuu wa Ethiopia na ni kitovu cha utamaduni na biashara. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Ethiopia na kanisa la Mtakatifu George. Addis Ababa pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba tisa ni Tunis, Tunisia. Tunis ni mji mkuu wa Tunisia na ni kitovu cha utamaduni na biashara. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile jumba la Bardo na mji mkongwe wa Carthage. Tunis pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba 8 ni Casablanca, Morocco. Casablanca ni mji mkubwa zaidi Morocco na ni kitovu cha biashara na utalii Mji huu unajulikana kwa majengo yake ya kihistoria kama vile msikiti wa Hassan wa pili na soko la Habous. Casablanca pia ina fukwe za kuvutia na huduma za afya za hali ya juu. Namba saba ni Johannesburg, Afrika Kusini. Johannesburg barg ni mji mkubwa zaidi Afrika Kusini na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya apartheid na hifadhi ya wanyama ya Lion Park. Johannesburg pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba sita ni Dakar, Senegal. Dakar ni mji mkuu wa Senegal na ni kitovu cha utamaduni na biashara. Mji huu unajulikana kwa vivutio vya kihistoria kama vile kisiwa cha Gori na msikiti wa Dakar. Dakar pia ina fukwe za kuvutia na huduma za afya za hali ya juu. Namba tano ni Accra, Ghana. Accra ni mji mkuu wa Ghana na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa fukwe zake za kuvutia kama vile Labadi Beach na vivutio vya kihistoria kama vile makumbusho ya taifa ya Ghana. Akra pia ina miundombinu bora na huduma za afya za hali ya juu. Namba nne ni Kigali, Rwanda. Kigali ni mji mkuu wa Rwanda na ni moja ya miji safi zaidi Afrika. Mji huu unajulikana kwa usalama wake, usafi na maendeleo ya haraka. Kigali pia ina vivutio vingi vya utalii kama vile kituo cha kumbukumbu ya mauaji ya kimbari na Nyungwe Forest National Park. Namba tatu ni Nairobi, Kenya. Nairobi ni mji mkuu wa Kenya na ni kitovu cha biashara na utalii. Mji huu unajulikana kwa mbuga ya wanyama ya Nairobi National Park ambayo iko karibu na jiji. Nairobi pia ina miundombinu bora, huduma za afya za hali ya juu, na vivutio vingi vya utalii kama vile Giraffe Center na David Sheldrick Wildlife Trust <mimu> namba mbili ni Marakeshi, Moroko. Marakeshi ni mji wenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Mji huu unajulikana kwa majengo yake ya kihistoria kama vile Jumba la Bahia na msikiti wa Koutoubia. Marrakesh pia ina soko maarufu la Jamaa el Fna ambalo ni kitovu kikubwa kwa watalii <muchas> namba moja ni Cape Town, Afrika Kusini. Cape Town imekuwa ikiongoza orodha ya miji mizuri zaidi Afrika kwa miaka mingi. Mji huu unajulikana kwa mandhari yake ya kuvutia kama vile Table Mountain, fukwe za kuvutia na utamaduni wa kipekee Cape Town pia ina miundombinu bora, huduma za afya za hali ya juu na vivutio vingi vya utalii kama vile Robben Island na V&A Waterfront. Miji hii ishirini mizuri zaidi Afrika mwaka 2025 imejitokeza kwa sababu mbalimbali mbali kama vile usalama, miundombinu bora, vivutio vya utalii na ubora wa maisha. Kila mji una sifa zake za kipekee zinazovutia watalii na wakazi wake. Kwa kuzingatia maendeleo haya, miji hii inaendelea kuwa kivutio kikubwa barani Afrika na duniani kote. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii